Kaunti ya Meru ibada ikiwa ya shukrani ya Askofu mwandamizi Jackson Murugara. Hapa Uhuru aliandamana na viongozi Peter Munya na aliyekuwa mkuu wa kitengo cha upelelezi ya jinai DCI George Kinoti. Hakusita kutoa onyo kwa viongozi walio uongozini. Tuendelee kuomba ya kwamba viongozi wetu watafungua masikio na roho zao na wasikie kilio cha wananchi ambao wanaongoza. Onyo la rais Uhuru Kenyatta japo sigeni linawadia wakati ambapo Wakenya wamezidi kulalamika kuhusu changamoto zinazowakabili ikiwemo gharama ya maisha, huku wakishikilia kuwa serikali halifanyi lolote kutatua matatizo hayo. Uhuru anataka Wakenya kutokufa moyo na kuzidi kuombea taifa. Tumesikia is important For every one of us to heed the message that we have been given today. Na mimi sitaki niirudie, vile nimesema. Kila mtu ambaye ako na masikio amesikia. Yangu ni kusema tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya, tuendelee kuombea viongozi wetu, sababu lazima tuombee viongozi wetu. Aidha, Uhuru ametaka kanisa kutolegea katika kuipa serikali mwongozo. But even as you heal souls, may you also help give this country direction. You must save souls, but if you have no lives, you will have lost those souls. So we must protect yale ambaye ni ya dunia hii, hata tukilinda maisha ambaye atakuja. Uhuru anadai kuwa tangu kustaafu kwake amekuwa na amani na furaha bila usumbufu mwingi. Nimwambie, maisha ya kuwa mtu ambaye amestaafu ni mazuri sana, nakuwa umestaafu bado ukiwa na nguvu, kuna responsibility unaangalia wale wengine kwa TV tu, ukiwaangalia vile wanaendelea, kwa sababu wengine wanafikiria hii makazi ni rahisi. Kuonekana kwa rais mstaafu eneo la mlima Kenya kuna wadia wakati ambapo rais William Ruto amepanga ziara mlima Kenya. Martin Opio, runinga ya K24, Nairobi.